wanjiru kwenda kuja nora? ege eh, kire si, mami mundu ni ahea mundu kanya kanyamu gagu kira na ninikwagmbetwa ici u menye ati ri ri taru u nguo ya uthoniri gi karatia mufagire hagoro ya wiru mm. oh. kuna soka aga komana nacio No no, akigwa ni ukane othi ukagure nguo na haha no urasangithie no, no hey. menyerere nguo ka ko utumite nguo njega ndikendathoni hari andu agicagi mm -hmm. koguo weri ona arataku aingire umere majikagirie kiri haha. Hello Caro. Wariria musene haha na mathima no maundu maria turafanga. Eh. Reke joke <laughs> <Hey. laughs> hey. ukanyo ni iyo yoma hmm? ninde thabite no ku one ku huta hutyo no sawa. ukete hakuwa